Loeva Ministry tunasimama. Bwana Yesu atukuzwe. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu. Kwa kweli Mungu amenitendea maajabu makubwa sana, hasa pale ofisini kwangu ninapofanya kazi. Kwa sababu mimi, mume wangu alipokuwa naabudu hapa, mimi nikawa sitaki kabisa kuja hapa. Mume wangu akasema wa wa, hapana, hayo ni nguvu za giza ambazo zinazokusumbua Ghafla mimi hata sijielewi, nikaambia mume wangu, nilikuwa nataka niende kanisani. Akasema amina, twende. Ikabidi siku ya Jumanne tukafika. Katika kufika kwa kweli nikamwona Mungu, yaani madhabahu hii sitoweza kuiacha kwa sababu imenifungua mambo mengi, mengi mengi mengi, siwezi kuzungumza kwa kweli, na baba anavyotangaza vifaa vya kiroho kwa kweli tuweze tu kuchukua vifaa vya kiroho na tuweze pia kumwagia mwagia, anavyotoa maagizo pia tutekeleze. Kwa kweli, baba Mungu akupe maisha marefu marefu. Kwa kweli, ni mengi sana amenitendea mpaka hivi leo. Pale ofisini wanasema he, asa, hivi unang'aa? Nikamwambia Yesu wangu ndio anayening'arisha. Kwa kweli, yaani ninamshukuru Mungu na pia kuna binti yangu yuko form two ambaye siku ya kwanza alipokuja nyumbani kwangu alikuwa nje, alikuwa anaosha vyombo, ghafla kuna kitu kimemkaba hapa kooni. Akasema, mdogo, kuna kitu kimenikaba. Nikamwambia nini? nikabidi akaingia ndani. Alipoingia ndani, nilikuwa na vifaa vya kiroho, ikabidi nikamuombea. Katika kumuombea nikamwambia twende kanisani, akawa amekuja hapa. Tangu siku hiyo mwanangu kwa kweli amefunguliwa, hana tatizo lolote na alikuwa na tatizo la macho, hana tatizo lolote na pia kwa binti yangu mwingine kwa kweli amefunguliwa hapa. Kuna siku za kati hapa alikopo anaumwa, alikuwa alikuwa anaumwa alikuwa anaumwa na mbavu, alibana na mbavu. Kuna vitu vya ajabu alivyoviona, alivyorudi nyumbani, ikabidi nikachukua maji nikamwombea, kuna vitu alivyoviona nikamwombea. Baada ya kumwombea, na nilivyomwombea akatulia, tukaja hapa, katika kuja hapa akapata maombezi. Namshukuru Mungu kwa kweli amempona. Yaani sitoweza kuiacha hii mazabao kwa sababu imenitoa mbali na nilikopo, nilikuwa na idharau hii mazabao. Kwa kweli namshukuru Mungu, amenitendea mambo makubwa na mpaka bosi wangu sasa hivi ananiamini kupita kiasi. Amina. Yesu, makofi ya nguvu sana. Yesu akutunze na kuzibishia tena na tena. Amina, Amen. Baba, Amen. Amen.